Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Ofisi ya Rais, Sekretarieti ya Ajira katika Utumishi wa Umma. Tangazo la kuitwa kazini. Katibu wa Sekretarieti ya Ajira katika Utumishi wa Umma anapenda kuwataarifu waombaji kazi wa nafasi mbalimbali waliofanya usaili kati ya tarehe 23 mwezi wa 4 2024 na tarehe 15 mwezi wa 4 2025, kwa matokeo ya waombaji kazi waliofaulu usaili huo ni kama yalivyoorodheshwa katika tangazo hili. Orodha ya majina haya pia inajumuisha baadhi ya wasailiwa waliokuwa kwenye database kwa kada mbalimbali ambao amba wamepangiwa vituo vya kazi baada ya nafasi kupatikana. Uh, wasailiwa wote wanatakiwa kufika na vyeti vyao halisi au original certificate za masomo kuanzia kidato cha nne na kuendelea ili vihakikiwe na mwajiri kabla ya kupewa barua ya ajira. Kwa wale ambao majina yao hayapo katika tangazo hili, watambue kuwa hawakupata nafasi au hawakufaulu usaili, hivyo asisite kuomba tena kwa mara nyingine nafasi za kazi zitakapopatikana. mamlaka ya ajira kada majina wanaoitwa kazini. Kama ni mara yako ya kwanza kuingia katika channel hii ya Fairboy TV, usahau kusubscribe ku like na ku comment katika channel hii. Lakini pia kwa huduma za graphic design, tunatoa huduma za graphic design, mambo ya mitandao yote, kwa usisite kutupigia kwa namba ambazo zipo katika description ya video hii. Pia unaweza ukatembelea channel zetu WhatsApp channel au telegram channel, link nimekuwekea katika sehemu ya description ya video hii. Kwa unachotakiwa kufanya ni kuingia katika sehemu ya description ya video hii, then utaweza kukuta linki za kujiunga na magrupu yetu. Lakini pia kama unataka kujifunza mbinu mbalimbali za kuweza kutengeneza pesa kupitia simu yako ya mkononi, usisahau pia kusubscribe channel hii. Hii imetolewa na sekretarieti ya ajira katika utumishi wa umma.